Leo, makundi yaku mengi ya mtu kubainikiwa na watu sio kama wajasoma hata waa, makundi mengine wapo watu wamesoma, kwa maana kwa maarifa tu wamekuzidi, imbakia taufiki ya mtu kuongozwa katika nini usawa. Lakini wezekana mtu akajua tafsiri akajua kadha kajuaf kajua, kajua, kajua, mtu wa batil ikatatiza fayara albatila haqa akaiona batili kuwa ni haqi walhaqa batila

Sasa katika bidha utamswalia mtume kwa lipi sasa? Wao wakachukua kitendo cha kukusanyika mara moja kwa mwaka, imewashinda alusunna na swali mwaka mzima katika hadithi zao, katika durusi zao, kwa sababu tunasoma hadithi sisi mwaka mzima, tunasoma hadithi anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi tunasoma mwaka mzima, mwaka wa masomo tunasoma hadithi, lakini sisi hatumswalii. Wao mara moja tu kwa mwaka, tena ya urongo urongo wao wakasema wanafanya nini? Wanamsalia na wakati wamekaa vizuri kabisa, tena misikitini, mmekaa, malaika wanteremka, watu wanakumbushana na ilmu, sakina pana utulivu kabisa, tena inasoma Bukhari, kitabu ambacho asahhu kutubi alhadith. Haya, nyinyi mwasoma kipi chenu? Barazanji. Mnaakiliza vipi yani? Sisi tunasoma sahihi Bukhari atumswalii, wewe unaosoma Barzanji ambayo kuna urongo na kweli. I itifaki ya umma kwamba ni kuna hadithi sahihi Barzanji, kuna itifaki kwamba aliyosema yote ni sahihi eh? Naam, ya urongo tena, ya urongo na kuchekesha pia. Maana kuna urongo mwingine uchekesha, kuna urongo na ukachekesha, urongo mwingine ndio ksababu urongo na ukachekesha pia kaalabda, papa walipeana khabari nyangumi baharini, kwama mtume mizaliwa isi, utacheka mtu bule. Tembo walapeana na simba khabari hasani, mambo ya urongo tu hay, yeah? kama watabashara tilwuhushu lmasharikhi walmagharib, al wanya wanyama wakani walipeana bishara, wadawabuha lbaharia na samaki baharini pia, lakini na uono au cheki hapo, mtu si mnaona, mmecheka? Ndio nikaambia kuna urongo na wachekesha. Alafu sisi hatumswalii nyinyi, mnataja mpaka uono ndani chafi pia, wamo nani wao, pia nyinyi pia mnaswalia. Kuna watu wana dhulma, lakini kwa nini? raau lbatila haqa batila, ameona nini ni haki wakaichukua, waraau lhaqa wakaiona wakaiona kuwa ni nini? Wakaiona haki kuwa ni batil. Kwa kwahiyo, nyinyi wajibuni kama hivi, kama mwaka mzima mi nasoma sahihi Bukhari, kila hadithi ntamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila hadithi na mwalimu akisomesha kikariri na mimi namswalia pia. Je, wewe mistari ili kunamswalia mara ngapi? Maana asome mwanzo mpaka mwisho mtu hii eh? Eh, eh, moja unaswalia hii eh, moja unafanyaje? si wafanyaje hapo, kuta kusana watu wengine, watu wasali swala tano hapo. Hapo kuna mtu anahirizi hiyo swala hiyo hiyo, wanakusanyika hiyo. Kwa sababu hizi shughuli kubwa zote, kuna watu wanapatikana. Kuna mtu anaifunga mvua isinyeshe, lazima awepu pale. Kuna mtu anafunga kwamba wachawi wakitaka kufanya mambo yao wasifanikiwe, wanakuwepo pale pale, ni special, wanakuwa hivyo na shughuli haitofanyika mpaka akaombe ruhusa shekhe mkubwa, kwa hata kama miziko, kuna mtu atapelekwa kule akaombe ruhusa kwamba shughuli hii tunakukabidhini, mtu yoyote wonyesha, tunawakabidhi wenyewe. Hata kama yule shekhe amekufa, anajua habari hizo. Ah, a nyi, darasa hili mmefunga nini na nini, kwamba kama kuna mtu ana shari shari ya vipi na watu wa msikitini na zumadini hawa, eh ha? lakini hapa na shari tele ziko, kwa sababu mkusanyiko wenyewe mkusanyiko ya nini? Bid'a, ndio maana shari lazima hapo, mashaitani wanahudhuria. Kuna maulidi ya ibilisi yasihudhurie kweli? Yapo maulidi ya ibilisi yahudhurie, ataacha vipi? Sasa hudhurie, sababu ndio pahala pa kupata shari watu, bali utawachochea, utawachochea, utawachochea, utawachochea, ndio wengine uko na wanapandisha, wanaanguka. Nyi tangu lini? imesoma hadithi mtu akapandisha, yuko wapi? sababu shetani anakimbia watu wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, umma umekaa. Kwa hiyo watu watanaba muda mwingine, mtu si kwamba ni hoja za vitabuni hivyo. Hawa basi, mtu ukamjibu tu na naee eh, ukamkera pia nayee eh, kama vile anavyofanya jeuri naye eh, lakini haya mambo yapo hivyo. Kwa hiyo tuna haja na sisi kusoma sira, kuandika sira, yale yaliyothibiti katika sira, naye urongo kama hayo yanayotajwa na mengine pia haya.